Makabiliano makali kati ya majeshi ya Pakistani na Afghanistan yamesababisha vifo na majeruhi kadhaa katika eneo la mpakani, huku hasama kati ya mataifa hayo mawili ukizidi kushika kasi. Pande zote mbili zimelaumiana kwa kuanzisha mashambulizi hayo ya usiku wa kuamkia Jumanne yaliyotokea katika wilaya Spin Bodok, kusini mashariki mwa Afghanistan na Chaman katika eneo la mpaka wa Afghanistan. Msemaji wa Taliban ya Afghanistan Zabidullah Mujahidi kupitia mtandao wake wa X alishutumu Pakistani kwa kuanzisha mashambulizi hayo kwa kutumia silaha nyepesi na nzito dhidi ya ardhi ya Afghanistan na kusababisha vifo vya raia kumi na mbili na kujeruhi zaidi ya wengine mia moja. Msemaji wa vyombo vya habari katika wilaya Spin Bodok Ali Muhammad Hakaman amesema idadi ya vifo vya raia imefikia kumi na tano. Shirika la habari la AFP limeripoti likinukuu afisa hospitali ya wilaya hiyo akisema kuwa kati ya waliojeruhiwa themanini ni wanawake na watoto. Mujahidi alidai kuwa majeshi Afghanistan ya Afghanistan yalijibu mashambulizi hayo kwa nguvu na kufanikiwa kuangamiza askari wengi wa Pakistan, kuleta silaha na magari ya kivita Pakistan, pamoja na kuharibu miundo mbinu ya kijeshi ya taifa hilo. Hata hivyo, maafisa wa Pakistan waliitupia lawama serikali ya Taliban kwa kufyatua risasi kwanza kuelekea kituo cha kijeshi cha Pakistan kilicho karibu na mpaka, hatua iliyochochea mapigano hayo ambayo pia iliwajeruhi raia wanne wa shirika la habari la Reuters limenukuma afisa usalama wa usalama wakisema kuwa askari sita wa Pakistan waliuawa katika mapigano hayo. Afisa wa utawala Chaman Habibu Ula Bangzulan amesema mapigano hayo yalidumu kwa takriban saa tano kabla ya kudhibitiwa, akidai kuwa majeshi ya Pakistan yaliwazuia wapiganaji wa Taliban. Kwa mujibu wa taarifa za Taliban ya Afghanistan, hali ya mapigano ilitulia kufikia majira ya saa tano na nusu saa za huko Mv tano kati ya mataifa hayo umekuwa mkali zaidi tangu Jumamosi iliyopita baada ya pande zote mbili kurushiana risasi katika maeneo kadhaa mpakani, tukio lililosababisha vifo vya watu kadhaa kutoka pande zote. Ingawa mapigano yalikatishwa siku ya Jumapili kufuatia wito wa upatanishi kutoka Saudi Arabia na Qatar, mpaka wote kati ya Pakistan na Afghanistan bado umefungwa. Mwishoni mwa juma, serikali ya Kabul ilidai kuwa kama kisasi ilichokiita uvamizi wa mara kwa mara wa anga na ardhi ya Afghanistan, ilishambulia vituo kadhaa vya kijeshi vya Pakistan na kuuwa askari 58 wa Pakistan. Kwa upande wake, jeshi la Pakistan lilitoa takwimu tofauti likisema lilipoteza askari 23 na kuua zaidi ya wa wapiganaji 200 wa Taliban na makundi washirika katika mashambulizi ya kujibu. Pakistan imekuwa shutumu serikali ya Kabul kwa kuwahifadhi wapiganaji wa TTP, yaani Tahrik el Taliban Pakistan, kundi linaloshirikiana na Taliban ambalo limehusika na mashambulizi mengi yenye maafa ndani ya Pakistan. Hata hivyo, serikali ya Afghanistan imekanusha madai hayo, ikisisitiza kuwa haitaruhusu ardhi yake kutumiwa kushambulia mataifa mengine.